Haleluya. Aliwawezesha, aliwaomye ogitek. Aliwapa nguvu, ogitek. Za kufanyika watoto wa Mungu, ogitek ndija sahihi. Bwana Yesu asifiwe upako. Mtu anayesema Yesu Kristo sio Mungu, na tangata mwacho ni Yesu, onyeshe mwa nio tayari. Si ana Mungu. Biblia inasema huyo mwanzo alikuwa kwa nani? Watu nani mw. kwa huyo mwanzo na neno alikuwa kwa kwa Mungu. Mwaacho ni wacho ndoende neno alikuwa nani? Ndio wacho na vyote vilifanyika kwa huyo. Bwana mtashifu wewe. Eh, kilichofanyika alikuja nyumbani kwake, bali wote waliompokea aliwapa uwezo iteko. Hatufanyiki watoto wa mm, Mungu kwa sababu ya kupenda kwetu okay.

omiyni dowakonae mondo uni ben akewewe omii duong' mana kaka isemiye temo kuooduto mondo jogo duto manimiyo yudo ngima maya kendo ngima manyaka chie ging'eyi inyasay achiel kende majadiera kendo yesu kristo ma ni oro